Hapa ninaitwa Tusajigwe na tunafanya igizo kama vile mwanaharakati, na mimi nikionyesha ni mtu mwenye kusikia. Narudia tena mimi niliye simama hapa naitwa Tusajigwe na mimi nitaigiza kama mwanaharakati ambaye anasikia kuhusiana na swala la itifaki ya Afrika. Naitwa Hilda na Karimu. Na mimi naitwa jina langu tena. Mimi nitaigiza nikiwa kiziwi. Jina langu mimi naitwa Ana na mimi ni kiziwi, lakini hapa nitaigiza kama mkalimani wa lugha ya alama. Jina langu ninaitwa Helga Gaspar, na mimi nitatoa ni mjumbe kutoka idara ya wanawake cha uh, vita na nitaonesha igizo la kikwazo cha mawasiliano. anaanza kwa kujieleza na kutangaza mambo kadha wa kadha, na sasa baadhi ya viziwi wanapita wakijaribu kusikiliza kile kinachoelezwa. Nini wanachozungumza? Habari mzima. Mimi mzima. We ni kiziwi? na mimi ni kiziwi. Ndio niwe, unasemaje? hata simuelewe anasema nini. Aha, samahani, habari yako Mzima si mzima? Mzima. Mimi sio kiziwi, mimi ni mkalimani wa lugha ya alama. Aha, hata tusikilize anachosema na anasema uh, itifaki ya Afrika hii ni lengo la kusaidia wanawake viziwi na mabinti na wenye ulemavu, ili waingizwe katika hii itifaki ya Afrika. Lengo lake nini? Kusaidia haki yako kama mwanamke binti katika elimu, afya, ajira na mambo yanayohusiana na, na maamuzi makubwa. Na itifaki hii ya Afrika uh, tunaiomba serikali iweze kuridhia na kusaini ili kwamba sisi wanawake viziwi na watu wenye ulemavu tupate haki zetu za msingi. Kwa hiyo ni vizuri tuweze kufanya uh, lobbying kwa wadau ili serikali yetu iweze kuridhia mkataba. Asanteni sana bila lugha ya alama hakuna haki za binadamu. Asanteni sana. Hospitali nikiwa naumwa na sielewi ninaumwa nini, nikaingia kwenye huduma ya mapokezi na najieleza, lakini hawanielewe. Yule mhudumu pale mapokezi akanileta kwa daktari, daktari na ndio anasema nini, unaumwa nini? Akaanza kuandika, sikuelewa chochote akanipeleka kwenye duka la dawa nikapewa dawa na nikaambia umeze asubuhi, mchana na jioni. Niliporudi nyumbani, nikaendelea kumeza, lakini nikawa mdhoofu, kwa sababu ugonjwa wangu haukujulikana. Hii ni changamoto, kwa sababu dawa nilizopewa hazikustahili mimi kupewa kulingana na ugonjwa wangu. Hii ni changamoto ambayo tumepata sisi viziwi, na mimi ni mfano kwa. Asanteni. <tune>